Katika kitabu cha Kutoka 33:14, maandiko matakatifu yanasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kwa mara nyingine tena nabii wa Bwana, Prophet Philbert Pascal, amekuandalia ibada kuu na ya kipekee ya usiku wa uso wa Mungu, yani The Night of the Face of God. Hii ni ibada ya maajabu, unabii uponyaji na kufunguliwa magonjwa yote na kila aina ya udhaifu unaokusumbua. Uso wa Mungu utakwenda nawe kukuponya kansa, HIV, utasa, kushindwa na kuto kufanikiwa. Ni usiku wa tarehe 22 mwezi huu wa 11 mwaka 2025 pale mbezi bichi goidi, katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Watu wote tutakusanyika pale na kushuhudia uso wa Mungu live. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za Injili watakuwepo wakiongozwa na Praise Team kutoka kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Muda ni kuanzia saa moja usiku na kuendelea. Acha kuteseka na magonjwa. Huu ni wakati wako wa kukombolewa, kuachana na mateso na kupata raha. Kumbuka, ibada hii haina kiingilio na watu wa dini zote mnakaribishwa.